Majeshi ya Urusi yanatarajia kudhibiti kikamilifu jiji la Kupianski katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine ndani ya wiki ijayo. Hiyo ni kwa mujibu wa kamanda wa kikosi kinachoshiriki kwenye operesheni hiyo. Hata hivyo, serikali ya Kivu inaendelea kudai kuwa hali ya mashamba bado haiko hatarini. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa nafasi ya wanajeshi wa Ukraini waliokumbwa karibu na Kupianski zinaendelea kuharibika na hawana njia yoyote ya kutoroka isipokuwa kuwasilisha silaha zao kwa majeshi ya Urusi. Kamanda wa kikosi cha 121 cha jeshi la Urusi, Rifo Divino anayejulikana pia kwa mawasiliano ya Lavki, amesema kikosi chake kimesafisha majengo 25 ndani ya jiji hilo na kinaendelea kusonga mbele. Nina imani jiji hili litadhibitiwa kikamilifu ndani ya wiki ijayo. Ari yetu ni kubwa na tutaweza kutimiza jukumu letu, amesema katika video iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Mwezi uliopita, Rais Vladimir Putin alitangaza kuwa miji ya Kupiansk na Honoveshki katika eneo la Donbas imezungukwa na majeshi ya Urusi na kuhimiza Kivu kukubali kuwasilisha silaha kwa heshima ya wanajeshi wake ambao wamezingirwa. Moscow inakadiria kuwa zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Ukraini wako katika miji hiyo miwili iliyozungukwa. Hata hivyo Kivu inadai bado inadhibiti miji hiyo na kuwa majeshi ya Urusi yanazidi kusukumwa nyuma. Taarifa za ndani za jeshi zinadokeza kuwa kuna hofu ya kushindwa kukubwa kimikakati, na hiyo ni kwa mujibu wa gazeti la The Belden. wakati hayo a wa kijiri shirika la ujasusi la Urusi SVR limesema kwamba nchi za magharibi zinahimiza serikali ya Kivu kutekeleza kitendo kikubwa cha uharibifu kwenye kituo cha nyuklia cha Zaporizhzhia nchini Ukraini kitakachosababisha vifo vya raia wa Ukraini na nchi za Umoja wa Ulaya, huku Urusi ikiwa tayari Uh, imepangiwa kubeba lawama shirika hilo la ujasusi la Urusi limesema kwamba moja ya mapendekezo yaliyotolewa wa na wadhamini wa kigeni wa Ukraine ni kitendo kikubwa cha uharibifu katika kituo hicho ambacho kingezidisha vifo vya raia, na nchi za magharibi zinasemekana kuzingatia kupanga hujuma hizo katika kituo hicho ambacho ni kinu kikubwa cha nyuklia zaidi barani Ulaya ili kupelekea lawama kwa Urusi. Shirika la utafiti la Uingereza Chatham House, kwa mujibu wa shirika la ujasusi la Urusi, tayari limehesabu matokeo ya ajali hiyo na kubaini kuwa wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na Ukrain pamoja na nchi za Ulaya zilizo karibu na mpaka wa magharibu mwa Ukrain wataathirika na miale ya nyuklia. Shirika hilo la ujasusi limesema kwamba Chatham House imebaini kuwa changamoto kubwa ni kuamua jinsi ya kum... Uh, ya kumuingiza Urusi kwenye lawama endapo ajali hiyo itatokea. Shirika hilo pia limedai kuwa maandalizi tayari yanafanywa ili kuhakikisha nchi za magharibi zinachagua upande wa kuelekea Ukraine katika kuamua nani ambaye anapaswa kuwajibishwa kutokana na hujuma hiyo. Tukitoka huko nchini Ukraine, kabla sijaendelea anaitwa Mtinda kutoka Kisisi asema, nchi ya Marekani haijawahi kupata rais, inapata wahuni tu. Hayo ni maoni yako wewe ambayo umeyaandika. Sasa tuelekee kule nchini Venezuela ni kuwa serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump inazingatia njia tatu za kumtoa madarakani Rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ikiwa ni pamoja na operesheni za kikosi maalum cha Navy, ripoti za gazeti la New York Times limebaini likinukuu baadhi ya maafisa ambao wamekataa kujitambulisha. Ripoti hiyo inakuja huku Marekani ikijumuisha vikosi vya jeshi katika pwani ya Caribbean kufuatia tuhuma za Rais Trump kwamba Rais Nicolas Maduro anahusiana na mitandao ya dawa za kulevya inayosafirisha dawa kwenda Marekani. Mwezi uliopita, Trump alikubali operesheni za shirika la ujasusi la Marekani CIA kufanyika nchini Venezuela kufuatia madai ya usafirishaji wa dawa za kulevya unaungwa mkono na serikali, huku Washington ikituma vikosi vya majini kaskazini magharibi mwa Caribbean vikiwa na maagizo ya kutumia nguvu kubwa dhidi ya meli zinazoshukiwa kusafirisha dawa za kulevya. Maduro amekanusha madai hayo, akimshutumu Trump kwa kubuni vita vipya. Kati ya mipango inayokaguliwa ni pamoja na mashambulio ya anga dhidi ya kambi na vituo vya kijeshi vinavyomsaidia Maduro kwa lengo la kuangusha msaada wa kijeshi kwa rais huyo. Operation za vikosi maalumu ikiwa ni pamoja na Delta Force na SEAL Team namba sita za kumkamata na kumuua Rais Maduro. Mpango huo utajaribu, unajaribu, unaandaliwa un, un, un, kuepukika ili uh, kutoingiza Marekani kwenye lawama, lakini pia kudhibiti miundombinu muhimu ikiwemo viwanja vya ndege E, uh, ma- uh, visima vya mafuta na miundombinu ya taifa kwa njia za vikosi vya kukabiliana na ugaidi. Marekani pia imeweka zawadi ya dola milioni 50 kwa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro. Ripoti za vyombo vya mbalimbali mbali za habari zinasema kuwa Washington tayari imepeleka takribani wanajeshi elfu kumi na meli za kivita nane katika eneo hilo, huku ikitambua malengo yanayoshukiwa kushirikiana na usafirishaji wa dawa za kulevya. Venezuela imekosoa mpango huo wa kijeshi, ikiuita ni uvunjaji wa uhuru wa nchi hiyo na jaribio la mapinduzi, huku ikitafuta msaada kutoka Urusi, China na Iran. Moscow hivi karibuni imethibitisha ushirikiano wake na Caracas ikionyesha usaidizi wa dhati katika kulinda uhuru wa taifa hilo. Sasa ni kupeleke kule nchini Mexico ambapo Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amefungua mashtaka dhidi ya mwanaume aliyempapasa hadharani. Picha za simu ya mkononi za tukio la Jumanne zinaonyesha Sheinbaum akizungumza na kundi la wafuasi wake kwenye barabara karibu na ikulu ya kitaifa huko Mexico City. Katika video hiyo, mwanaume mmoja alimkaribia kwa nyuma na kujaribu kumbusu shingoni na kuanza kumpapasa mwili wake. Sheinbaum aliondoka wa haraka na mshiriki wa timu yake akaingilia kati, lakini alishtuka sana. Mhalifu huyo baadaye akakamatwa. Kutokana na tukio hilo, Rais Claudia Sheinbaum ametoa wito unyanyasaji wa kijinsia kufanywa uhalifu wa jinai kote nchini Mexico. Mashirika ya kutetea haki za wanawake na wachambuzi wa maswala wanawake wamesema tukio hilo linaonyesha ukubwa wa kiburi cha wanaume waliojikita katika uh, kiburi cha wanaume kilichokita mizizi katika jamii ya Mexico, ambapo mwanaume anaamini ana haki ya kumdhulumu hata rais ikiwa ni mwanamke mwana Mauaji ya wanawake pia ni tatizo kubwa nchini Mexico, huku asilimia 98 ya mauaji ya kijinsia yakikadiriwa kutopewa adhabu stahiki. Na tuhitimishe ruba za kimataifa kwa kuelekea kule Beirut nchini Lebanon, ambapo kundi la Hezbollah la nchini Lebanon limesema leo Alhamisi kwamba lina haki halali ya kupinga uvamizi wa Israel na kuongeza kuwa linaunga mkono jeshi la Lebanon, shirika la habari la Reuters limeripoti. Hezbollah pia imesema kuwa wakati Lebanoni iko kwenye mazungumzo ya usitishaji vita, nchi hiyo haiko kwenye ulazima wa kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa na Israel. Wiki iliyopita, Rais wa Lebanoni Joseph Aoun aliagiza jeshi lake kukabiliana na uvamizi wowote wa, wa Israel kusini mwa Lebanoni baada ya vikosi vya Israel kuvuka mpaka usiku kucha na kumuua mfanyakazi pa licha usitishaji wa mapigano uliosimamiwa na Marekani, tunathibitisha haki yetu halali ya kupinga uvamizi na kusimama na jeshi letu na watu wetu, kulinda uhuru wa nchi yetu, kundi hilo limesema. Hezbollah pia ilisema ilikuwa ikitumia haki yake kujilinda dhidi ya adu ya adui ya anayeleta vita dhidi ya nchi yetu ambaye hata sita kufanya mashambulizi yake na anataka kunyakua ardhi yetu. Marekani ilianzisha mapatano Novemba mwaka 2024 kati ya Lebanoni na Israel, baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mzozo uliosababishwa na vita huko Gaza, lakini mashambulizi ya Israel ya kuvuka mpaka yameendelea mara kwa mara. Hiyo ni taarifa kwamba Hezbollah imesema itapigana bega kwa bega na jeshi la nchi hiyo kuhakikisha kwamba inazuia vitimbi uh, vya Israel.